Mko tayario? Tayari askari, mko tayari. Na mambo machache na mambo machache sana. Jukumu letu la msingi la kikatiba, kuhakikisha kwamba Dar es Salaam. Sisi askari wa kanda maalum ya Dar es Salaam, jukumu letu la kikatiba ni kuhakikisha kwamba wananchi wa Dar es Salaam wanakuwa salama, wananchi wa Dar es Salaam wanakuwa na amani, wananchi wa Dar es Salaam wanafanya shughuli zao kwa utulivu. Awi! Awi! jukumu la pili cha kwamba ikitokea tumezuia uhalifu lakini, bahati mbaya, mtuhumiwa akafanya kitendo cha uhalifu, tukamshughulikia haraka vikali, lakini kwa mujibu wa sheria soja. Awi soja. Awi. Soja. narudia ikitokea kuna mtuhumiwa anafanya kitendo cha kihalifu, jukumu letu kama wasimamizi wa sheria ni kumshughulikia vikali, lakini kwa mujibu wa sheria awawaw mko tayari askartayari

wafanye shughuli zao za kuzuia vitendo vya kihalifu kwa mujibu wa sheria. Kila kitu tunachokifanya kuzingatia sheria, lakini hatutakuwa na huruma. Narudia, hatutakuwa na huruma kwa mhalifu yoyote, wakosa lolote tutamshughulikia vikali, lakini kwa mujibu wa sheria. Narudia, mhalifu au mtuhumiwa yoyote wa vitendo vya kihalifu hatutakuwa na huruma naye, tutamshughulikia vikali lakini kwa misingi ya sheria. Wazi napale nimepokea kwa utekelezaji. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea na juhudi za kuzuia vitendo vya kihalifu lakini kazi hii inafanyika kwa kushirikisha umma katika kuhakikisha usalama unaimarika una katika jiji la Dar es Salaam. Lakini katika kazi hii wadau wengine mbalimbali wa kisheria, mamlaka mbalimbali mbali za kisheria pia wanashirikishwa na kuhakikisha kwamba watuhumiwa wanaokamatwa katika maeneo mbalimbali wanashughulikiwa vikali, lakini kwa mujibu wa sheria. Tangu mwaka 2023 mpaka mwaka huu 2025, mwezi huu Mei, watuhumiwa kadhaa mbalimbali walifikishwa kwenye mahakama zetu za kisheria zilizopo katika jiji la Dar es Salaam. <coughs> Na tumefuatilia kwa karibu sana watuhumiwa wale, na napenda kuwaarifu miongoni mwa makosa yaliyokuwa ni kero katika jiji la Dar es Salaam, yakiwemo makosa ya kubaka makosa ya kulawiti na unyang'anyi wa kutumia silaha vikiwemo visu pamoja na nondo. Baadhi ya watuhumiwa ambao tumewafikisha kwenye mahakama mbalimbali zilizopo jijini Dar es Salaam wamepatikana na hatia, wapo waliopatikana na hatia za vifungo vya maisha jela, lakini pia wapo waliopatikana na hatia ya vifungo vya miaka 60 na wengine wamepatikana na hatia ya vifungo vya miaka 30 jela. Kwa mfano yupo mtuhumiwa aliyefahamika kwa jina la Salumu Mohamed ambaye alifanya tukio la kubaka maeneo ya Mbagala Temeke mwaka 2023 alifikishwa kwenye mahakama ya wilaya ya Temeke na tarehe kumi mwezi wa tatu mwaka huu wa 2025 alipatikana na hatia na kufungwa kifungo cha maisha jela. Wapo watuhumiwa wengine, nimewaorodhesha hapa, waliofanya matukio, kwa mfano Tandale kinafadhili Fredrick matukio ya kubaka nao wamepatikana na hatia kwenye mahakama ya wilaya ya Kinondoni na kufungwa pia kifungo cha maisha. Kwenye matukio haya nimeorodhesha watuhumiwa mbalimbali, matukio walioyafanya, na adhabu walizozipata kwenye mahakama zetu za kisheria zilizopo katika jiji la Dar es Salaam. Ukiacha matukio ya kubaka pia kulitokea matukio ya kulawiti katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, na baada ya kufuatilia kwa maana ya kufanya upelelezi, watuhumiwa kadhaa walikamatwa na wenyewe wakapelekwa kwenye mahakama za kisheria hapa jijini Dar es Salaam. mfano wa matukio ya kulawiti ya watuhumiwa waliokamatwa ni pamoja na mtuhumiwa aliyefahamika kwa jina la Baraka Modestus ambaye alituhumiwa kufanya tukio la kulawiti huko maeneo ya Madale, Msigani, Ubungo mwaka 2024. Baada ya kufikishwa kwenye mahakama ya wilaya ya Kinondoni tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2025, alipatikana na hatia ya kufungwa kifungo cha maisha jela. Kwa hiyo, ipo orodha ya watuhumiwa pia wa kulawiti, matukio mabaya ya kikatili, ambao mahakama zetu kwa kushirikiana na wananchi waliotoa ushahidi pia wamepatikana na hatia, wengine kufungwa maisha na wengine kufungwa miaka 30 jela. Ndugu waandishi wa habari, ukiachana na makosa ya kijinai ambayo yamefanyika yakiwemo haya ya kubaka na kulawiti, kuna maeneo kadhaa yalifanyika matukio ya ya unyang'anyi wa kutumia silaha lakini nguvu, kwa maana kufanya unyang'anyi wakitumia visu, wakati mwingine nondo, na wenyewe pia kwa orodha ambayo nimeiweka hapa kwa mfano Ali Bakari Tengetenga aliwahi kufanya tukio la unyang'anyi wa kutumia silaha maeneo ya Mbweni kijijini mwaka 2024 na tarehe 24 mwezi wa tatu, huyu alihukumiwa kifungo cha miaka 60 jela na mahakama ya wilaya ya Kinondoni. Ndugu waandishi wa habari, tumekuwa na tatizo la matukio ya ajali za usalama barabarani. Baadhi ya watumiaji na waendeshaji wa vyombo vya moto mara kadhaa wamekuwa wakikiuka sheria za usalama barabarani na kusababisha ajali, kusababisha majeraha kwa wananchi ambao wanavuka barabara hizo na wakati mwingine kusababisha hata vifo. Miongoni mwa matukio mabaya ambayo yamekuwa yakitokea na tumefanya ufuatiliaji mkali, kati ya mwezi Aprili na mwezi Mei mwaka huu, ni watu kuingia na kuanza kutumia barabara za mwendo kasi kinyume na sheria na taratibu za barabara hizo. Jeshi la polisi pamoja na kufuatilia na kudhibiti matukio ya watu kutumia barabara za mwendo kasi mwezi huu wa Mei kutoka Aprili, polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ilifanikiwa kudhibiti makosa hatarishi ya madereva mbalimbali mbali katika maeneo tofauti tofauti ya kwa maana ya Temeke, Ilala na Kinondoni, lakini pia kuwadhibiti madereva walevi pamoja na wale wanaotumia barabara za mwendo kasi. Kwa mfano mwezi Aprili mpaka Mei, tarehe ya leo 30 Mei 25, jumla ya madereva wa magari na pikipiki za magurudumu matatu yani bajaji walikamatwa kwa kutumia barabara waliokamatwa kwa kutumia barabara za mwendo kasi pamoja na kukiuka sheria za barabarani, jumla ya madereva 289 walikamatwa: pikipiki bodaboda 61, bajaji 65, magari ya ya serikali 35 na magari binafsi 123. Hiyo ni idadi ya magari ambayo yalikamatwa kwa kupita kwenye barabara za mwendo kasi kinyume na sheria. Narudia, jumla ya magari na madereva 289 madereva walikamatwa na magari yao wakiwemo pikipiki 61 piki, kwenye mwendokasi bajaji 65, magari ya serikali 35 na, na magari binafsi 123 madereva hawa walichukuliwa hatua kali mbalimbali mbali za kisheria na miongoni mwao 41, walionywa vikali. Aidha, tunapenda kuwajulisha wananchi kuwa chini ya kifungu cha 45 na kifungu cha 46A vyote vifungu hivi vya sheria ya usalama barabarani sura ya mia moja sitini na nane ambayo imerekebishwa mwaka elfu mbili na mbili vifungu hivi vinakataza dereva kutumia kilevi na kuendesha chombo cha moto. Kifungu hiki cha sheria ya usalama barabarani ambacho nimekitaja na kingine vinavyosomeka vyote kwa pamoja ambavyo vifanyiwa marekebisho mwaka elfu mbili na mbili vinakataza dereva kuendesha chombo cha moto huku akiwa ametumia kilevi. Na katika mazingira hayo, madereva kumi na tisa kwenye hii miezi miwili ambayo nimeitaja, walevi walikamatwa. Maana magari madogo unaruhusiwa kunywa lakini usizidishe milligrams 0.8. Ukinywa dereva wa gari dogo usizidishe milligrams 0.8. Kwa hiyo tulifanya ufuatiliaji wa dharura na kufanikiwa kukamata madereva walevi Wilaya ya Kinondoni 18 na Ilala mmoja, lakini kwenye magari makubwa hauruhusiwi kunywa hata migram 0.1. Ukiendesha gari kubwa, kwa maana ya mabasi malori, hauruhusiwi kabisa kukutwa sio kunywa tu, kukutwa na kilevi chochote kwenye mwili wako, kwa sababu mtu anaweza asinywe, lakini akatumia kitu kingine ambacho kinaweza kikamsababishia ulevi, na hivyo yeye kuwa chanzo cha ajali barabarani, au kutengeneza ajali barabarani ambayo ni matokeo ya madhara ya ulevi ambao yeye anao. Kwa hiyo tumekuwa tukifuatilia na kwa upande wa magari makubwa, madereva watatu wakiwa na magari matatu walikamatwa kwa kukutwa na kilevi ambacho kusema kweli ni kinyume na, na sheria ya Transport Regulations Authority Act sura ya 413 ya mwaka ishirini, ishirini kwenye kifungu cha kumi kifungu kidogo cha kwanza b. Kwa hiyo hairuhusiwi kabisa kwa dereva wa gari lolote kubwa kujihusisha au kupata kilevi cha aina yoyote, halafu akaendesha hicho chombo cha moto. Katika udhibiti huu wa madereva wasiofuata sheria na kanuni za usalama barabarani, madereva kumi na nne wamefikishwa mahakamani na madereva watatu wamefungiwa leseni zao na madereva wawili waliweza kulipa faini au tozo zile za papo kwa papo kama sehemu ya adhabu. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kusisitiza watu wanaotumia vyombo vya moto, kwa maana magari madogo ya binafsi na ya serikali, magari makubwa, vyombo vya magurudumu matatu, yani bajaji, lakini pikipiki piki, za aina yote za magurudumu mawili, wakiingia barabarani wakumbuke kuziweka akili zao sawa na kutuliza akili zao kwamba wako barabarani, wafuate sheria na kanuni za usalama barabarani. Swala la mwendo kasi ni marufuku isipokuwa yale magari ambayo yameruhusiwa kisheria lakini na magari machache yenye vibali maalum kwa sababu ya shughuli maalum, ambavyo vibali vile vinaonyesha mwisho wa wao kuwa kwenye dharura zile. Narudia, ni marufuku ya kisheria kwa gari ambalo sio la mwendo kasi, lakini pia gari ambalo sio lililoruhusiwa kisheria kama ambulances au magari ya polisi yenye kazi za dharura maalum au magari mengine ambayo yamepata kibali kisheria ya kupita kwenye maeneo yale. Tunaendelea kuwasihi madereva wa magari ya serikali, magari binafsi, bajaji, bodaboda wajiepushe kabisa na kutumia barabara zile za mwendo kasi, kwa sababu wanaweza wakapata au wakasababisha ajali kubwa ambayo tunaweza tukapata madhara makubwa kutokana na wao kukaidi sheria ambazo haziwaruhusu kupita kwenye maeneo yale. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linamalizia kwa kuwashukuru sana wananchi wa Dar es Salaam, kwanza kwa kupenda utulivu, pili kwa kupenda mkoa wao uendelee kuwa wa amani, tatu kwa kujitokeza bila hofu kutoa ushahidi kwenye mashauri mbalimbali mbali, hasa haya ya ukatili ambayo nimeyataja ya kubaka kulawiti na unyang'anyi, ambapo mwaka juzi na mwaka jana tulikuwa na kesi nyingi zilizoibuka ambazo sasa taarifa zake za mafanikio zimepatikana kupitia mifumo ya kisheria, ikiwemo ofisi yetu ya mashtaka pamoja na mahakama za kisheria ambazo zipo katika jiji la Dar es Salaam naendelea kuwapongeza wafichue taarifa mbalimbali za kihalifu bila uoga. Sisi tutazitunza tutazilinda, na tutawahakikishia kwamba jiji la Dar es Salaam litaendelewa kuwa shwari na kufanya shughuli zake za kiuchumi na zingine za kijamii kwa saa 24 kama ambavyo tayari zimeanza.